Kwa hiyo, kwa hiyo huu mradi una vyumba 15 unaisha, maana yake tungejenga kama zile ingeenda mpaka 150. Kwa hiyo kwa bajeti tulionayo, maana yake tungeshinda kufanya nini, na haya hizi fedha zote za ujenzi wa ujenziwa ni hela za mapato yao, tukiwa tunawaambia jamii simamieni mapato, maana yake matokeo yake ni haya pia kwamba tunapopata fedha zijenge miradi tujenge shule tujenge madarasa sababu hizi fedha zinakuwa ni ndogo, sio nyingi kwa maana ya nchi, lakini pia kwetu sisi wenyewe tunapozisimamia na kuzitumia vizuri zinatengeneza maendeleo kabisa, ili mradi kila mwaka center kabisa fedha. Tuwapongeze wasimamizi wa mradi wa umradi. Mmefanya vizuri mno. Kwanza spidi haujazidisha miezi miwili mradi namna ya na ujenzi huyu fundi naye anastahili pongezi kwa kweli, ame, ame, amefanya amekuwa standard kwa maana ya kuwa karibu na kufanya mradi kukimbiza, lakini kingine basi tuendelee kumaliza ili uweze kusaidia wananchi, watu wanatamani mradi, na ikiwezekana wakati tunamalizia basi tuwatangazie wanaotaka

lapnaachotaka kushauri zaidi kwamba katika upangishaji wa vyuma tuzingatie kwamba mtu apokee masharti ambayo yanarakizi vigezo yaani mtu ana, ana, yiko tiara achukue fremu amuzie mtu ingine sasa mtafute namna yoyote mtu kama munataka kumpangisha awe na uhakika ndani ya mwezi mmoja aweke nini aweke, aweke, aweke. aweke bizaa au aweke bizaa kwanza ndo haja atulipe kama itakuwa inafanyaje, inawezekana ili kuepukana na watu kuchukua vyumba akienda kupangisha wengine au kwa masuala yake. Stand yetu iendelee kuimarika, lakini pia tuna stand nyingi wen iwe hii iwe moja ili iendelee.